Wanadamu walivyoumbwa, Mungu God alimpanda kwenye bustani ya Eden. Na alivyompanda kwenye bustani ya Eden, mtu hakuumbwa kukosa chochote, tuliumbwa tuwe na kila kitu, tuwe na afya njema, tuwe na chochote ambacho tunakitaji. Swala linaitwa umaskini, kukosa viki Mungu hakuwa haikuwa, haikuwa was, idea ya Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu. So alimpa kila kitu kwenye roho na kwanzia kwenye as na mwili. Alimpa kila kitu alipokuwa amemuumba huyo mwanadamu. Man. Sasa ili mwanadamu for a man say, to be able upoteza, to

Kwanza, Mungu God, anashuhudia mwanadamu Is it interesting to man, anatoka katika eneo ambalo alikuwa amemwandalia afanikiwe kwa kila kitu things, mwanadamu anatoka And a man Mwanadamu anatoka kwenye bustani ya Edeni. Anaanza maisha magumu. Time, seen, dhambi. Na tunaona kwa mara ya kwanza kwamba mwanadamu alivyotenda dhambi. Dhambi ikamtenga na Mungu. So, dhambi ilivyomtenga mwanadamu na Mungu. Maandiko anasema kitabu cha Mwanzo 3, Ili Mungu aongee tena na mwanadamu, alichokifanya pale kwenye bustani ya Eden, cha kwanza aliua mnyama, an alivoua mnyama, an ngozi yake akamfunika Adam, manake Mungu alihitaji damu. God needed blood ya mnyama ikamcover Adam. Ndiyo Adam, Adam akaweza kuongea na Mungu. Mungu, kwa kwa nini Mungu alihitaji damu? Blood. Unaanza kuelewa kwa nini alihitaji damu? Unaanza kuelewa kwamba Blood is louder than your tongue. Amen, damu ina sauti.

kinywa chako kitaongea sawasawa na ufahamu ulionao sawasawa na ulichowahi saw saw kusikia sawasawa na ulichowahi kuona lakini damu haiongei katika kiwango cha hii dunia in inaongea kwenye mahakama ya mbinguni inaongea Ina rohoni in that's why blood is louder than your voice. Yeah,